Mkoa wa Kaskazini Unguja, waziri wa ardhi, makazi, maji na nishati, mheshimiwa Ramadhani Abdallah Shaban amewasa wananchi wanaoishi katika maeneo ya amewasihi, wanaishi wanaoishi katika maeneo iliyomo miradi ya uwekezaji ame, kutoingiza katika, katika migogoro isiyo na halali au isiyo na maslahi kwao na taifa kwa ujumla taarifa ya Habibu Uthman kutoka mkoa wa Kaskazini Unguja inasomwa na Hawa Hassan. Waziri Shabana ametoa rai hiyo wakati akizungumza na masheha wa shehia zenye miradi ya uwekezaji katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kaskazini Unguja kujadili mzozo unaofukuta baina ya wakazi wa Mbuyu Mtende na mwekezaji wa kampuni ya petroleum ya Uingereza. Amefahamisha kuwa lengo la serikali ni kuona miradi ya wawekezaji inaendelea na kuleta tija pia kwa wakazi wa maeneo ya karibu, hivyo mizozo itarudisha nyuma juhudi hizo. Lakini tunajua tunapofanya haya, misukosuko haikosi, watachomoza watu wachache wanaotaka kuona ima watu wao kule wasiendelee, wabaki wao peke yao, wanaendelea. Hii binadamu anakuwa nayo katika hao watakuja kule wazuie maendeleo ili wahakikishe wanapata mapato wao kutokana na maendeleo yanayofanyika. Huyo masheha walioshiriki katika kikao hicho wamesema hali ni shwari na hakuna mzozo kama inavyotangazwa na baadhi ya vyombo vya habari hivi sasa. Ama kuhusu hataimeiahata mawimaiiwawili siyesikia amba ese aaweneaa siku moja akizitaja hatua alizochukua baada ya kutokea mzozo huo, mkuu wa wilaya ya Kaskazini A, e, Bisida Muhamed Himidi ni pamoja na kuwakutanisha wananchi na mwekezaji ili kupata ufumbuzi wa tatizo hilo na mwekezaji kutoa ufafanuzi wa madai hayo. Baada ya hapo sisi tulifata mwekezaji ashwaa. Mwekezaji alitoa ufafanuzi kuhusiana na madai yao wanayodai. Dai la kwanza alisema kwamba hizo mita ishirini na arobaini yeye alikubaliana wasili, kwa sababu hizo ni za njia. Kwa hiyo kama watu wanadai hizo shizo, hataweza kulipa kwa sababu njia nia wakubaliana kutokana na matumizi ya pamoja, hawatulipa maeneo yaliyochukuliwa na kampuni hiyo Yenye lengo la uwekezaji ni pamoja na Kidoti, Bwereu, Fukuchani, Kilimani, Kijini, Mbuyutende na Tazari. Nikiripoti mimi ni, ni Hawa Hassan wa ZBC.